Timoteo ya kwanza tutakuwa na usomo na usomo katika Timoteo ya kwanza sura mbili, andiko lake ni la nne. Timoteo ya kwanza sura yake ni ya pili na andiko lake ni la nne. Nitahitaji kupata msomaji. Anayetaka watu wote wa kuokoka na kupata kujua sana ya Mungu kweli, anayetaka watu wote waweze kuokolewa na wapate kujua sana yaliyo kweli. Biblia wakati inaposema anayetaka, huyu ni Mungu ambaye aliumba mbingu na dunia. Makusudi ya Mungu ni kutaka watu waweze kuokolewa. Somo letu linasema wokovu ni hitaji kubwa la mtu. Wokovu ni hitaji kubwa la mutu. Katika dunia, tunakuwa na vitu mingi ambavyo mili inahitaji. Tunahitaji kupata chakula ya kula, tunahitaji kupata pesa ya kununua mavazi ambayo tunaweza kuvaa, tunahitaji tuweze kulima, tuko malisha na tufanye maproje mingi, lakini wokovu vilevile iko moja ya hitaji kubwa la mutu. Hii ndiyo somo ya jioni ya leo. Wokovu ni hitaji kubwa la mtu. Wakati Yesu Kristo alipokuwa akifundisha, katika maneno ya Yesu Kristo, wakati alipokuwa akifundisha, alionyesha kwamba mwanadamu anakuwa na vitu mingi ambavyo vinamsumbua, anakuwa na mahitaji mengi sana Akienda shambani anahitaji alindwe, akienda sijui, akifanya kitu gani, anahitaji aendelee, akifanya kazi anahitaji aendelee. Mutu anakuwa na mahitaji mengi sana, lakini katika yale yote, Yesu Kristo alisema hata katika yale yote, tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, alafu hivi vyengine vyote vitaongezwa. Katika maneno ya Yesu Kristo, anazungumza kwamba kitu ya damani ni ufalme wa Mungu. Ni kwani unaweza kutamani kupata pesa ili uendelee katika kazi yako, ili ufanye maprojekti makubwa mkubwa katika dunia hii. Ndiyo, ni hitaji, lakini ile haiko hitaji kubwa. Hitaji kubwa la makubwa ni wokovu yako, ni wao kupata sehemu katika ufalme wa Mungu. Hii ndiyo hitaji kubwa la mtu ambayo inahitaji aweze kupata hivi. Katika somo letu hili tutakuwa na maulizo matatu ambayo tutaweza kuzibia. Ulizo la kwanza ambayo tutaweza kuzibia inazungumza juu ya wokovu: maana yake nini wokovu, maana yake nini Biblia wakati inaposema okovu Mungu anataka watu waokolewe na wapate kuweza kujua sana yaliyo kweli. Anataka watu waokolewe. Kuokoka ni kusema nini? Wokovu inasema ni ina maana gani? Tutaweza kuzibia hii ulizo. Ulizo ya pili ambayo tutaweza kuuliza ni kwamba sababu gani wokovu ndiyo hitaji kubwa la mtu yenye inaacha wokovu inakuwa hitaji kubwa la mtu ni nini? Pourquoi wokovu inaonekana kwamba ndio hitaji kubwa la mtu? Kitu gani njo inaacha vraiment yenye inaonesha kwamba wokovu ndio hitaji kubwa la mtu? Tutaweza kuzibia vile vile hii ulizo. Na kwa mwisho, tutaweza tutaweza kuzibu ulizo ambayo inasema namna gani kupata wokovu, namna gani unaweza kufanya ili uweze kupata wokovu. Unaweza kufanya jambo gani kusudi uweze kupata wokovu? Majibu maulizo haya matatu ndio tutaweza kuweka pale somo yetu ya jioni ya leo hivi. Tunakualika uweze kutusikiliza vizuri, hata neno moja isipotee kwako. Tuanze kwa, kwa maana ya wokovu. Maana ulizo yetu ilisema, wokovu maana yake nini? Ina maana ni kufunguliwa toka zambi, ni kufunguliwa toka hukumu, ni kufunguliwa toka matendo ya zambi, ili kupokea maisha ya kupendeza, maisha ya haki na utakatifu. Ninarudilia, wokovu maana yake ni kufunguliwa toka zambi, ni kufunguliwa toka hukumu ni kufunguliwa toka matendo ya zambi ili kupokea maisha ya kupendeza, yaani ya haki na utakatifu Amen. Yale maisha ni maisha ya kupendeza yule Mungu ambaye ni mtakatifu. Ninarudilia kwa mara ya mwisho, wokovu maana yake ni kufunguliwa toka zambi, ni kufunguliwa toka hukumu, ni kufunguliwa toka matendo ya zambi ili kupokea maisha ya kupendeza Mungu yaani ya haki na utakatifu. Wakati tunapoeleza kufunguliwa toka zambi, hii zambi ambayo tunataja hapa iko zambi ambayo tunariti kwa Adamu. Binadamu wote wanakuja duniani, wote wanazaliwa na zambi kutosha. Watu wawili peke yake walizaliwa pasipo zambi, lakini wanadamu wote ambaye alizaliwa na mwanaume na mwanamke wanakusha na zambi ya asili ambayo tunariti kwa Adamu. alafu kuokoka ni kufunguliwa toka ile zambi ya asili. Wakati tunazaliwa na ile zambi ya asili, ukafunguliwa kwa ile zambi ya asili, Biblia inasema umepata wokovu kwa namna. Ya kwanza, niliweza kusema kuna watu wawili ambao wao walizaliwa pasipo zambi. Mumozi ambaye alizaliwa pasipo zambi ni Yohane Mbatizaji, alizaliwa iko na Roho Mtakatifu, yeye hakujua zambi. Na wapili ni yule aliyezaliwa nyuma yake, ambaye ni Yesu Kristo, Mokozi wa dunia, naye alizaliwa pasipo zambi. Wale wawili peke yake walizaliwa pasipo zambi, nyuma ya wala hawezi pata mwingine mwenye alizaliwa pasipo zambi. Alafu kuokoka ni kufunguliwa toka hii dhambi ya asili ambaye Adamu alituingiza ndani yake. Kitu ya pili, wokovu ni kufunguliwa toka hukumu. Mbele yetu kuna hukumu, kuna hukumu aina mbili. Ya kwanza ni ya watakatifu, hii ndio yenye hatuzungumuzie kwa siku ya leo. Lakini hukumu ya pili ni hukumu ya wenye dhambi. Hii hukumu iko mbele ya wenye zambi ambao wote wanakufa, ni wenye zambi wanakufa, wao waamini Yesu wanakufa wangali wanafungwa na zambi ile, hukumu inawangojea ile hukumu, watakutana katika kitu cheupe ambacho ni pale, watahukumiwa kwa zile zambi zao, matendo yao ambao waliishi hapa duniani, watahukumiwa kwa ile matendo. Alafu kuokoka ni kufunguliwa toka ile hukumu ambayo iko mbele. Kuokoka ni kufunguliwa toka ile hukumu, na tunafunguliwa wakati tungali hai, na kuokoka ni kufunguliwa toka matendo ya zambi, matendo ya zambi. Usomaji wangu waweza kutusungumulia kitabu ya Wagalatia, Wagalatia matendo ya mwili yanaonekana. Ya kwanza wanataya uasherati. Uasherati huu ni iko sio na garso e, ambayo anafanya tendo ya ndoa na yule ambaye asiyekuwa mume wake au mke wake, wanafanya uasherati. Yule ambaye anafanya haya, ile ni matendo ya zambi. Inaonyesha kwamba unafungwa na zambi au yafunguliwa. Maana tunasema wokovu ni kufunguliwa toka matendo ya zambi. Matendo ya zambi ya kwanza wanaanza uasherati. Ya pili ni gani? Uchafu, uzini ya pili, uchafu na ya kufuata ni uzinifu. Uchafu ni matendo yote yenye inatanguliza uasherati. Unagusa ya masiba ya msichana, hata mke wako unafanya tirank, hii yote ni uchafu. Tena uchafu ni vile vilevile masturbation. Iko jeune garson, yeye hata tafuta msichana lakini kutumba yake anafanya ya masturbation, ama ni jene fie naye anafanya masturbation hai. Hii yote ni uchafu, ile unaonesha kwamba unafungwa na zambi hauyafunguliwa toka matendo ya zambi. Ni uchafu ya kufuata, walisema uzinifu. Uzinifu hii ni mbaba ambaye iko ndani ya foyer, ama ni mama iko ndani ya foyer Anatoroka mume wake anaenda fanya tendo ya ndoa nje ya ndoa yake, hii ni uzinifu. Wale wote wanafanya matendo ya zambi na wanafungwa, na wakikufa na ile hali watapita kwa hukumu ya mwisho, na mwisho watatupwa katika ziwa la moto.